Tukisonga mbele ni kwamba rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba chama cha Jubilee kimetoa uongozi bora kwa Wakenya. Rais akiandamana na naibu wake William Ruto walipeleka kampeni zao katika eneo lililo ngome ya Wiper County ya Machakos, walikonadi sera zao, huku wakipigia debe maendeleo mbalimbali yaliyotekelezwa chini ya serikali ya Jubilee. Ahadi kemkem kem zilitolewa kwa wananchi wa kaunti hiyo ambazo zitatekelezwa na Jubilee endapo watawapa awamu nyingine ya uongozi. Wito wa kujiunga na Jubilee ulitolewa kwa kiongozi wa Waipa na aliye mmoja wa vinara ndani ya NASA, Kalonzo Musioka. Aidha, Rais Kenyatta alifungua mradi wa unyunyiziaji maji mashambani wa Yata. Uhuru, Ruto, Ruto, tafadhali msiaibishe hawa watu wetu ambao munioneshe project moja hapa kwenu Matu, hii hata hii kanal hii mara ya mwisho kuguzwa na binadamu eh? ni siku ya mkoloni, kweli ama sio kweli? Kutoka wakati ilitengenezwa na mzungu, ni serikali ya Jubilee ambaye imetengeneza hiyo kanal kurudisha tunaelewana wenzangu? Barabara hiyo kutoka Matuu mpaka hapa na kuelekea mpaka Kanguku pande ile, hiyo barabara imengojewa siku mingi na maji. Mliuliza rais, pia maji tayari iko barabarani kuja hapa. Mi nauliza nyinyi tarehe nane mwezi wa nane muko tayari? E, kala kala muko tayari tarehe nane mwezi wa nane. Mumeshaamua watu wa Masinga? Mumeamua ama bado? Ni ule mzee ya kitendawili ama ni Uhuru Kenyatta? Ni bwana kitendawili ama Uhuru Kenyatta? Wale wanasema Uhuru Kenyatta nione kwa mkono. Hiyo kazi ya kiongozi jameni? Au kazi ya kiongozi ni kucheza siasa, eh? Kazi ya kiongozi ni kujali maslahi tumesambaza stima tukiwa pamoja. Na mimi naamini ya kwamba tukiendelea vile tumeanza, mimi sina shaka yale ambayo tumeweza kufanya tayari tumefanya, na yale ambayo tumepanga pamoja tutafanya ya kubadilisha Masinga na kubadilisha maisha ya watu ya Masinga, yeah. Naambia ndugu yangu Kalonzo hata kama anakataa Unajua saa nyingine ni ngumu kwa mtu kushika. Mimi namwambia na, na nitamrudia tena. Jamani wachana na huyu mtu ya kitendawili ya kupeleki pahali. Eh? Yeah? Wewe kuja tufanye kazi, tuletee watu ya masinga maji, tuwajengee barabara. Tulete mambo ya stima, tulete mambo ya afya. Bas. Mimi si mimi naenda nyumbani nikimaliza hii. Na hii kitendawili tutamenyana na nitaangusha. Nataka niwaambie, nilikuwa nawaambia hata ndugu yetu Kalonzo anakubali, na mulisikia, alisema alisema hana shida na Uhuru Kenyatta. Simulisikia alisema ako na shida kidogo na mimi, na hiyo shida kidogo tutamaliza, na hiyo ni mashindano ya 2022, ama namna gani? Sasa kama Kalonzo mwenyewe amesema hana shida na Uhuru, bado mko na shida gani na nyinyi? Ebu tu salimiane tu tafadhalini pahali tulipo. Asanteni sana.